Haujengi nchi na maneno ya upuzi na kelele na vurugu na matusi. Nchi inajengwa kwa mafikira na bidii na kufikiria wananchi na kuona ni jinsi gani tunaweza saidiana, walio kwa serikali walio nje, sisi zote tunashirikiana ndio mwananchi apate manufaa na ndio mimi nimesema, mimi hi kazi nitaendelea nayo ya kusaidia rais kusukuma maneno ya Kenya mzima. All the 47 counties must benefit from this government because they deserve, because they are part of Kenya. The second thing that I will do is to make sure ile ma amri za rais ambaye ametoa mimi ndiye mtu ya kwenda kufuatilia. Na hapo ndio watu wengi hawaelewi, tunafanya nini kwa sababu. Kazi ya deputy president kwani ni kazi gani? Sikusaidia rais iko kazi ngine? Kuna wengine mafikira yao sijui imejaa nini, anafikiri deputy president kazi yake ni kushindana na rais. Yes, hawaelewi, they don't understand the job description. Kazi yangu ni kusikia contractor wa Enziu Bridge ako na uvivu mimi nakimbia hapo, kwa sababu najua rais amesema hiyo bridge ikamilike haraka iwezekanavyo. Kazi yangu ni kusikia kuna sehemu fulani ambayo iko na shida fulani, mnajua mashida ni mengi, na rais hawezi kuwa ati kila wakati yeye peke yake ndio anashughulikia maneno ya serikali. So mimi, wakati mnahesabu marafiki wenu wa maendeleo yenu ya Kitui, muniweke kwa hiyo listi.